Ubatizo, kuzama ndani ya Mungu ili kuishi kama mwana. Misa takatifu ya ubatizo wa Bwana Jumapili. Ndugu wapendwa katika Kristo, kwa kuwa sisi ambao kwa ubatizo wetu ni wana wa Mungu, ndugu na marafiki wa Yesu Kristo, kabla ya kumpokea katika komunyo leo, fikirini vema. Ni cheo gani ambacho Mungu amekupatia hapa duniani? Kati ya watu wote ulimwenguni ni sisi tu tumepewa kibali cha kumla Mungu. Fikiria ni cheo gani Mungu ametupatia kwa yeye kukubali tumle katika Ekaristi. Leo mama kanisa anaadhimisha sherehe ya ubatizo wa Bwana na kuhitimisha rasmi kipindi cha Noeli. Leo hatuadhimishi tukio la zamani tu, tunaadhimisha kitambulisho chetu, tunaadhimisha cheo chetu cha ubatizo. Leo tunasimama kandokando ya mto Yordani, si kama watazamaji bali kama wale waliowahi kuzama humo kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Ewe Mkristu, tambua cheo chako. Tunapowaza juu ya ubatizo wa Bwana leo hii, Mungu anatukumbusha kitu cha muhimu sana katika maisha yetu ya ubatizo. Mungu anatuambia, angalieni msadiki hayo mliyoyasikia, mkafundishe hayo mtakayosadiki, na mshike hayo mtakayofundisha. Kwa maana nyingine ni kwamba tushike maagano ya ubatizo wetu na kuwafundisha wengine kuyashika. Agano letu la ubatizo ni ni ndoa kati ya Mungu na watu wake. Kwa hiyo, kama vile mke mwangalifu na mwaminifu anavyojizuia kubabaika na wanaume wengine, au mume mwaminifu anavyojikatalia wanawake wasio wake, ndivyo na sisi tuliokwisha kubatizwa kumkataa shetani na kumwamini Mungu. Mosi, kwa nini Yesu alibatizwa ili hali hakuwa na dhambi? Hii ndilo swali la kwanza tunapotafakari juu ya ubatizo wa Bwana leo. Yesu ni mwana wa Mungu, hana dhambi, hana doa, hana deni. Swali ni kwamba kwa nini ashuke mtoni pamoja na wenye dhambi? Jibu la kwanza ni hili: Yesu alibatizwa si kwa ajili yake, bali kwa ajili yetu. Mtakatifu Yohani Krisostomo anasema Kristo alishuka majini si kuoshwa bali kuyatakatifuza maji ya ubatizo. Yesu anafanya kile mama au baba hufanya anapoingia kwenye chumba cha mtoto wake mgonjwa. Na wakati mwingine unakuta mtoto ni mtu mzima, lakini anaweza kumtawaza mtoto wake, kumwogesha na kumvalisha si kwa sababu mama au baba ni mgonjwa, bali kwa sababu upendo kwa mtoto ndiyo unaomshughulisha. Kwa hiyo, kama Mtume Paulo anavyosema, kuwa Yesu alijifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, yeye asiyejua dhambi Wakorintho wa pili sura ya tano aya ishirini na moja. Hivyo basi, na Yesu anaingia katika mstari mmoja na watoza ushuru, makahaba, wapiga ramli, wasengenyaji, waongo, walevi, na sisi sote wa dhambi. Hii ni injili tupu. Mungu anayeshuka badala ya sisi kupanda. Angeweza kuteremsha ngazi ili sisi tupambane kupanda kwenda mbinguni, lakini kwa kuwa ametupenda ame, ndiyo sababu ameshuka kwetu ili atuoshe siku ya ubatizo wetu na katika sakramenti ya kitubio, na kisha kutupeleka mbinguni anafanya hivyo kila siku katika maisha yetu. Swali ni je, uko tayari kuingia mtoni na Yesu akuoshe dhambi katika sakramenti ya kitubio? Yesu anashuka tena Yordani kusafisha dhambi zetu, si kwa maji ya ubatizo tena, bali kwa dodoki la padre katika sanduku la maungamo. Huenda kuna watu leo tangu wapate kipaimara, ni miaka mingi hawajawahi kuoga tena. Sijui ni harufu gani e, tunaenda nayo kumpokea Yesu wa ekaristi kila siku bila maungamo, ndugu zangu Tunapomkaribia Yesu katika Ekaristi takatifu, tufahamu kile tunachokifanya. Kila tunapoadhimisha misa takatifu, tunashiriki fumbo la kufa na kufufuka Kristo. Kwa hiyo kumkaribia bila toba na kujitahidi kweli kutiisha viungo vyetu kwa kukomesha vilema vyote na kushika mwenendo mwema umpasao mtu aliyebatizwa, ni kushiriki na watesaji katika kumsulubisha tena Kristo kwa mara nyingine kwa wakati wetu. Hili ubatizo ni kuzaliwa kwa upya kutoka kuwa kiumbe cha udongo hadi kiumbe cha kimungu. Mtu asipozaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu hawezi kuingia ufalme wa Mungu, Yohana sura ya tatu aya ya tano. Ubatizo si kuoga, si baraka ya maji, si mila ya kifamilia. Ubatizo ni kuzikwa na kufufuka pamoja na Kristo, ni kuingia na kutoka katika kaburi la Bwana, ni kuzaliwa upya. Mtakatifu Agustino anasema ubatizo humfanya mtu kuwa kile alichokuwa Kristo kwa asili. Ng'ombe atukuita baba, utashangaa kwa nini? Kwa sababu hana asili hiyo, lakini sisi tunamwita Mungu Baba na haishangazi mbinguni, kwa sababu ubatizo umetupa asili mpya, tumefanyika watoto wa Mungu pamoja na Kristo mlipokea Roho wa kufanywa wana ambaye ndani yake twapaza sauti aba Baba. Warumi sura ya nane aya kumi na tano. Hivyo Yesu anavyoambiwa na baba pale mtoni, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, ndivyo aliyebatizwa anavyoambiwa na Mungu. Ameumbwa upya kuwa kiumbe kipya kabisa. Amekuwa kama Mungu zaidi kwa sababu kamiminiwa uMungu. Ndugu zangu, katika sherehe hii ya ubatizo wa Bwana tupokee tena leo ahadi tulizomtolea Mungu, tufahamu hayo tuliyotendewa, tufuase hayo tuliyoapa siku ya ubatizo na kupatanisha maisha yetu na fumbo la msalaba wa Bwana. Hivyo uishi kama yatima wa kiroho wakati una baba aliye hai. Hivyo usiishi kama yatima wa kiroho wakati una baba aliye hai. Tatu, ubatizo ni kuondolewa dhambi ya asili na dhambi zote. Tubuni mkabatizwe mpate ondoleo la dhambi. Matendo sura ya pili, aya ya thelathini na nane. Kanisa linafundisha wazi ubatizo huondoa dhambi ya asili, huondoa dhambi zote za awali, humfanya mtu mtakatifu kwa neema. Mtakatifu Toma wa Aquino anasema Ubatizo ni kifo cha dhambi na mwanzo wa maisha mapya. Ni kama mtu aliyekuwa na deni kubwa benki, halafu siku moja anaambiwa deni lote limefutwa, lakini kisha anarudi tena kukopakopa bila nidhamu. Ndivyo na mtu asiyeishi viapo vya ubatizo. Wapo waliobatizwa, lakini wanaishi kama kwamba hawajawahi kusamehewa. Ni kama mtu aliyeachiwa huru gerezani, lakini bado analala nje ya geti la gereza. Usirudi kuishi kama mfungwa wakati umeachiwa huru. Nne, ubatizo ni usajili, mtoto wa Mungu na mwanachama wa kanisa au muumini. Sisi sote tuliobatizwa katika roho moja, ili tuwe mwili mmoja, Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na mbili aya kumi na tatu. Ubatizo unatufanya kuwa raia wa mbinguni, unakusajili kama mtoto wa Mungu, kama mshirika wa kanisa, kama mrithi wa mbinguni, kama kanisa mama. Kanisa anatufundisha Hakuna mkristo wa, wa peke yake. Ukristo ni wa jumuiya, si wa mimi na mungu wangu. Wengine wanasema mimi ninamwamini mungu wangu kimoyomoyo, sihitaji kanisa. Haendi kanisani, hatoi zaka, yupo tu. Hiyo ni sawa na kusema ninaipenda familia yangu lakini sitaki hapo nyumbani. Ishi ubatizo wako kwa kushiriki sakramenti, jumuiya na maisha ya kanisa. Tano, Yosefu mfano wa mtu anayeishi ubatizo kabla ya ubatizo. Mtakatifu Yosefu hakubatizwa kwa maji, lakini aliishi roho ya ubatizo. Yosefu alikuwa mtu mwenye haki, Mathayo sura ya kwanza aya ya kumi na tisa. Haki hapa si sheria, ni uaminifu wa maisha. Mtakatifu Yohane Kristostomo anasema Yosefu alizungumza kidogo lakini aliishi zaidi kwa vitendo. Leo tuna Wakristo wanaoongea sana juu ya imani lakini wanaishi kidogo sana hiyo imani. Ubatizo wako uonekane zaidi katika matendo kuliko maneno. Sita. Ubatizo ni mtindo wa maisha, siyo tukio la jana au siku ile ulio ulivyobatizwa. Basi kama mlifufuliwa pamoja na Kristo, tafuteni yaliyo juu. Wakolosai sura ya tatu aya ya kwanza. Ubatizo unaendelea Unapokataa rushwa, unapomsamehe adui, unapolea watoto katika maadili ya kikristo na mila njema, unapochagua njia ya haki hata kama inagharimu. Mtakatifu Agustino anasema kuna watu waliojiona kuwa wanamjua Mungu na amri za Mungu na za kanisa, kuliko watu wengine. Waandishi wa habari wakawaambia waonyeshe utambulisho wao wa kwamba wamebatizwa, na waonyeshe vyeti vya ubatizo na, nyumba ya, na namba ya ubatizo, lakini wala hilo swali wasingepaswa kuulizwa hata kama wa, wangekuwa wakatoliki kweli, bado vyeti vyao visingekuwa na maana kama hawana nia ya kweli ya kutafuta ushirika na kanisa. Wengine wanajua tarehe ya ubatizo wao, lakini hawajui maana yake. Ni kama mtu anayejua siku ya ndoa lakini hamsalimii mke wake siku hizi. Ta, tano. Yosefu, mfano wa mtu aliyeishi ubatizo kabla ya ubatizo. Mtakatifu Yosefu hakubatizwa kwa maji, lakini aliishi roho ya, ya, ya, ya ubatizo. Yosefu alikuwa mtu mwenye haki, Mathayo sura ya kwanza aya kumi na tisa. Haki hapa she, ni, si sheria, ni uaminifu. Ndugu zangu wapendwa, kila siku tujuulize Leo nimeishi kama mtu niliyebatizwa? Saba. Hitimisho, wazo moja la kubaki nalo, ndugu wa, kama mimi na wewe ni Wakristo tena Wakatoliki, basi tukitoka hapa leo tusisahau wazo hili mmoja: ulibatizwa si ili uwe mtu mwema tu, bali uwe mwana wa Mungu aliye hai. Huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Luka sura ya tatu aya ishirini na mbili. Maneno haya hayakubaki haya kwa Yesu peke yake. Kwa njia ya ubatizo Mungu anaelekeza kwako. Tatizo si kwamba Mungu hasemi, tatizo ni kwamba sisi tunaishi kama hatujasikia. Kila mmoja siku ile ya ubatizo aliwaambiwa, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Basi ndugu, tunza kiapo cha ubatizo ulichokula zamani. Roho Mtakatifu amekutakasa ili uwe mwana wa Mungu, kwa jina la Baba aliyekwambia huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na kwa jina la mwanawe Yesu Kristo, ambaye leo ameshuka mtoni Yordani, anakungoja ili kukusafisha kwa dodoki la padre katika sanduku la maungamo, na kwa jina la Roho Mtakatifu anayetupatia uzima mpya na kutufanya viumbe vipya na warithi wa mbinguni. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifuni Yesu Kristo milele. Amina.